Unajua bwana, hapo zamani wakati nakuwa, nilikuwa nasikia wazazi wanasema oh, nilikusomesha nilikusomesha. Nikajua kumbe ukiwa mzazi, jukumu gumu sana la mzazi ni kumsomesha mtoto. Sasa baada ya kukua, eh, nakuwa na familia na kuanza kuona jinsi ya kukaa na watoto na changamoto zake, nikagundua kumbe hakuna jukumu la kivivu na rahisi kama la kumsomesha mtoto. Kwa nini basi? Kumsomesha mtoto aidha ni shule ya kata au za private au za nini, ni mchezo wa hela. Unatoa hela, unawakabidhi watu mtoto wanaku, wanaanza kumpa material. Wewe unaendelea na mambo yako kama kawaida, kama ni kusafiri unasafiri e, kama kusherehekea sherehe za mbali mbali kunaenda kusherehekea, huna wasiwasi. Unaona, jambo gumu niliyogundua kwenye malezi ni kupata muda wa kukaa na mwanao na kumtrain jinsi anavyotakiwa kuwa na jinsi anavyotakiwa kuikabili hii dunia yenye nyingi changamoto na kitu ambacho wazazi wengi wanaepuka, hiyo hiyo section wanaiepuka, wanaikimbia, wanakimbizia watoto kwenye mashule, wakiamini shule itahangaika na mambo ya shule afu itamtrain, yani itafanya upande wa mzazi na itafanya upande wa walimu, kitu ambacho sio kweli. Ukitaka kubaini kwamba sio kweli, angalia basi, una watoto wako hapo ambao wao kutwa kucha wako mashuleni huko, wanakaa hostel wengine, wanaenda na kurudi jioni, lakini wale watoto ukikaa nao alafu ukaenda kijijini ukachukua mtoto mmoja ambaye muda mwingi alikuwa na shida na mzazi wake ukakaa naye, utaona ule mtoto wa kijijini ni, ni jembe kuliko watoto wako. Nakumbuka mtoto wa kijijini amesoma tu shule ya kata na alikuwa anakaa na mama yake na, na, na baba yake hapo hapo kijijini au labda bibi yake au babu yake. Lakini ana kopu na mazingira vibaya mno. Eh, ana uelewa fasi vibaya mno kwa kuwa ile section ambayo tunasema wazazi wengi tunaii tunaikwepa ya kuwalisha watoto vile ambavyo wanatakiwa waishi kwenye hii dunia tunaikwepa ndio maana unakuta watoto wetu tunawasomesha kwenye shule za gharama, tunawahudumia vizuri, lakini katika kukop na mazingira, kukop na nature, wamekuwa wazito. Hata ukimweka kwenye biashara cha gamboto ukasema sasa, mwanangu wewe, nenda kakae kwenye ile nyumba yangu ya Ihumwa, hataki. Kwa sababu gani? Anasema Ihumwa kule ni porini, au wapi? Chamwino, sio ni porini? Hawezi kukaa, lakini huyo kijijini atakaa Ihumwa, atakaa mjini, ukimpeleka Nala anatembea, ukimpeleka Veyula anatulia. Lakini wa kwako ambaye amesoma mpaka university mpaka nje ya nchi anashindwa kukop na nature kwa sababu kuna hii nafasi ambayo wazazi hatukuweza kuitumia nafasi ya kuwatreni kuwa recruit watoto wajae zile knowledge zetu sisi wazazi, ili ziweze kuwasaidia kukopu na mazingira. Tuliwa, tuliwasonteka tu elimu, tukiwabagaza kwenye elimu huko, tunaamini tumemaliza na hapo. Ndio maana wazazi wengi unasikia, mimi nimemsomesha bwana, lazima si nini, lazima je. Ulimsomesha sawa, skills ulimpatia skizi zako za kukabiliana na dunia? Maana wewe ulipatiwa skizi na babako au na mamako au na bibi yako au na ndugu zako, wewe hizo skizi umezihamisha kwa mwanao, au ulimwacha tu azagae huko shuleni, ukiamini shule yenyewe itakusaidia kumrecruit? Kumbe shule yenyewe inajua mambo yao bwana, wanafundisha sila basi, kisha kamata mwanao kibaya zaidi. Na watoto wao wakishafika nyumbani baba tena unampiga, tena mama tena unampiga, na matisheni tena, unataka uone AA zinakuwa zinanyooka kama rula pale. AA wa e, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh. Je, kwenye mambo ya kukopa na dunia, mambo ya kijamii ana uwezo yuko sustainable. Wazazi, tujitafakari hilo, tuangalie jinsi gani ya kuweza kupata muda. Unaanza kuilaumu serikali, unaanza kuilaumu shule, lakini wewe muda wote ulikuwa napoyanga, unasema nimemsomesha tena shule za gharama. Je, ulimjaza noleji yako kichwani kwake ambaye wewe hiyo noleji ulijaza na baba yako na mama yako umeirisisha kwake toka zamani? Unaniita sasa hivi nimemaliza chuo. Mimi swala ya godani wapi, na wapi eh? Basi niwatakia siku njema. Tutaonana siku nyingine Mungu akipenda. Amina.